Vitunguu swaumu ni moja ya tiba ya asili zinazotumiwa na watu wengi kwa faida zake lukuki za kiafya. Lakini, je, unajua kuwa kutumia punje mbili hadi tatu za vitunguu swaumu kunaweza kuwa na athari fulani mwilini? Kwa muda huu nakuelezea mambo muhimu unayopaswa kuyajua kabla hujaanza kutumia vitunguu swaumu kama tiba au kuongeza kwenye lishe yako ya kila siku.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 huondoa sumu mwilini na kusafisha ini. Unapotumia zaidi ya kiasi kinachotakiwa kinaweza kusababisha uchochezi wa tumbo na hata maumivu kwa wale wenye vidonda vya tumbo. 2. Vitunguu swaumu huimarisha mzunguko wa damu. Ni kweli kwamba vitunguu swaumu husaidia kupunguza shinikizo la damu na kuongeza mzunguko wa damu, jambo linalosaidia nguvu za kiume lakini ikiwa unatumia dawa za shinikizo la damu au unasumbuliwa na upungufu wa damu, yaani anemia, unapaswa kuwa makini, kwani kinaweza kushusha shinikizo la damu kupita kiasi. tatu. Kitunguu sahumu huzuia mafua na magonjwa. Kwa kuwa na uwezo wa kuua bakteria na virusi, vitunguu sahumu ni kinga bora zaidi ya mafua na magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Hata hivyo kwa watu wenye aleji ya vitunguu swaumu, vinaweza kusababisha muasho wa koo, uvimbe kwenye ngozi au hata matatizo ya kupumua. Nne, kitunguu swaumu husaidia nguvu za kiume kwa wanaume, vitunguu swaumu vinaaminika kuongeza uzalishaji wa testosterone na kuimarisha stamina. Lakini unapotumia kupita kiasi, vinaweza kusababisha harufu mbaya ya mwili na mdomo, jambo linaloweza kuathiri maisha ya mahusiano. Matumizi sahihi ya vitunguu swaumu. Ikiwa unataka kupata faida bila madhara, chukua punje mbili hadi tatu pekee kwa siku hakikisha unatumia vitunguu saumu vikiwa vimepondwa au kukatwa kwa kuwa ndivyo hutoa viungo vyenye nguvu zaidi kwa mwili kama una matatizo ya tumbo au shinikizo la damu wasiliana na mtaalamu wa afya kabla ya kutumia mara kwa mara vitunguu saumu vinaweza kuwa tiba ya miujiza lakini kama dawa yeyote ile matumizi ya kupindukia yanaweza kuleta madhara tumia kwa kiasi sahihi na kwa busara ili kupata faida bila hatari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 Unaweza kuniachia maoni yako sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Hasante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.